King Lion, kwa lengo moja tu, kwa sababu tunatoa taarifa nyingi kuhusu maendeleo ya uwekezaji hapa nchini kupitia kituo cha uwekezaji. Kama waziri mwenye dhamana, ni jukumu langu kuonyesha Watanzania kwamba haya mambo ambayo teri naripoti kila mwezi kwenye kituo chake cha uwekezaji kweli hapo, kama ambavyo mmeona, kiwanda hiki ni kikubwa ambacho wamefanya uwekezaji mkubwa matarajio ni kuwekeza dola za Kimarekani milioni 62 ambayo tunaweza tukasema ni kama shilingi bilioni 150, na mpaka sasa wameshatumia kuwekeza kabisa dola e, za Kimarekani milioni 42, ni kama shilingi bilioni 90 wameshawekeza hapa tayari. Ni uwekezaji mkubwa na kama ungeona hapa wanashughulikia kuzalisha hasa bidhaa za kuzalisha mabati kama mabati meupe na mabati ya msau kwa huko nyuma tulikuwa tunaagiza kutoka South Africa na haya mengi tulikuwa tunaagiza kutoka Afrika kutoka China. Kwa sasa tunazalisha hapa na kutoka hapa naweza ka viwanda vyetu vya mabati hapa badala kwenda kuagiza kutoka uh, nje hizi raw materials wanachukua kutoka, kutoka, kutoka kiwanda chetu, hapa wanatengeneza. Kwa hiyo ni uwekezaji mkubwa na kwa taarifa nimepewa sasa hiki ndio kiwanda kikubwa katika bara kwa, kwa ukanda wa Afrika Mashariki. Tumeona vile vile E, wanaunganisha wanafanya kuunganisha hizi tunaita pikipiki za ma, matairi matatu kubwa nzuri, ambazo ni muhimu sana kwa ajili ya usafirishaji hususan kwenye maeneo ya uzalishaji. Kwa hivyo nichukue nafasi hii kuwapongeza sana wawekezaji hawa kwa kuitikia wito wa Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kuja kuwekeza hapa. Hiki ni moja viwanda ambavyo vimepatikana katika miaka hii minne ya utawala wa Dkt. Samia Suluhu Hassani. Wamenunua kiwanja hao mara ya kwanza mwaka 2021 kwao ni kazi kubwa nimepokea pia e, changamoto zao ikiwemo swala la barabara na sisi tumesha mwaka wa fedha ujao, e, na sisi kuanzia 2025 serikali inaelekeza nguvu kujenga barabara kwenye maeneo yanayoelekea moja, kwenye maeneo ya uzalishaji, ili kuchochea barabara ziende kwenye maeneo ya kiuchumi, lakini pili kwenye huduma za wananchi. Kwa mtaona e, vipaumbele vya serikali kwanzia mwaka ujao wa fedha vinaelekeza zaidi barabara kuelekea kwenye maeneo ya kiuchumi ikiwemo viwanda kama hivi kweli ni eneo moja ambalo eh, ni muhimu lakini pia wameonyesha changamoto ya umeme ambao na wenyewe tumeshafanyia kazi, unazalishwa kutosha kwa kazi, kubwa ni kuimarisha, lakini muhimu sana tunataka hawa waunganishe kwenye bomba la gesi, ili watumie eh, nishati ya gesi kuliko eh, kuliko umeme, na hiyo ndio mwelekeo eh, wa serikali. Huyu ni moja ya wawekezaji ambao tunataka kuwaita wawekezaji mahiri, na tayari hilo limeshakuwa tayari ngazi mbalimbali tumepatisha hatua moja tu nadhani hili ni eneo ambalo tunalifurahia tuna sana, sisi kama, kama nchi e, uwekezaji umetokea, tunaongeza uchumi. Lakini la mwisho, kiwanda hiki kinaajiri vijana wetu elfu mbili mia nane moja kwa moja kiwandani. Nameona vijana wakifanya kazi wa Kitanzania hawa, lakini wengine elfu moja mia mbili hiyo tunaita indirect, yani ajira ambazo sio za moja, moja kiwandani kwao. Tukisema e, faida za kila siku nazungumza hapa, faida za uwekezaji moja, tunapata mtaji, ndio huo, nimewaambia ni dola za Kimarekani milioni 62, hizo mil. ni bilioni 150. Lakini pili, teknolojia, umeona teknolojia ambayo imewekwa hapa ni kisasa kabisa. Lakini tatu, kuzalisha ajira. Sasa hawa 2000 ni wa Tanzania bila shaka, na wao kwa sababu ni mwekezaji kutoka nje atakuja na watu wake, kwa ndio unaona wachache hawa, lakini the majority ya watu wanaofanya kazi katika viwanda vyetu hivi wanakuwa ni watanzania wenyewe, wa inazalisha ajira kwa tukisema viwanda ni muhimu, na wale vijana wote mnaona pale wengi wamesoma VETA kwa vyuo vyetu vya ufundi, pia tunaona matunda yake, na wengi wamesoma VETA. Wapo wengine pia hapa ambao wakusoma VETA wamekuja kujifunza hapa, wanapata ufundi, wanafanya kazi, wanapata eh, kipato chao, tunakuza uchumi wa nchi. Hivyo ndivyo nchi zinavyojengwa, zungumzie uchumi wa viwanda maana yake ni kwanza tunashukuru kwa kuondolewa na mheshimiwa Waziri yeah, yeah, yeah, kwa ajili ya hiki ambacho kimefikia, kwa ajili ya shughuli ambayo inafanyika, ina hapa ametembea, amejionea na yote, tunashukuru kwa sababu ni juhudi za serikali yetu katika kusapoti viwanda, na tumetembea tumeona uzalishaji wetu, ambapo kwa, kwa, kwa swala la ajira tuna, tunaenda kumfum ni kama tunasema kwamba ajira zinazozalishwa za, ni ajira elfu mbili ambapo eh, ambayo mia nane ni ajira za moja kwa moja na elfu moja mia mbili ni ajira ambazo sio za moja kwa moja, na tumeweza kuongea kuhusiana pia na changamoto ambazo tunazipata ikiwemo swala la barabara ambapo, ambapo tumeshaliongea na amesema kwamba ni swala ambalo linaenda kufanyiwa kazi. Changamoto ya umeme ambapo umeme kupanda na kushuka pamoja na kukatika kwa umeme pia ni swala ambalo TANESCO wameweza kunipokea pia na pia, swala lingine ni swala la gesi, ambapo tuna mawasiliano pia na TPDC ambapo swala hilo pia linaenda kufanyiwa kazi. Yote yote kwa yote ni kwamba tunashukuru, tunashukuru kwamba tumeweza kupata eneo hili, tumeweza kufanya uzalishaji na tumeweza kutengeneza ajira kwa baadhi ya Watanzania wenzetu na si wenyewe tukiwemo. Tunachoomba hapa vile ambavyo tumeviomba basi.